Walisema wahenga, lishe huanzia shambani na si jikoni tu, na tena waliongeza wakisema, palipo na jembe ndipo palipo na neema. Huu ni ukweli ulio wazi kama jua la mchana kuwa kilimo ni uti wa mgongo wa maisha ya Watanzania walio wengi, hasa walioko vijijini. Lakini leo hii mgongo huo unaonekana kusinyaa, si kwa sababu ya umri, bali kwa sababu ya changamoto zinazoizunguka sekta hii nyeti wengine wanakosa mitaji. Mashamba yapo tena, ni makubwa, ni mazuri, lakini wanakosa mitaji. hizo mbolea yeah, za ruzuku ziko wapi? Je, mabwana shamba wapo? Kama wapo, tunafanya nini? Jamani, katika vijiji vyetu ambapo udongo mwekundu huangaza kwa matumaini na jasho la mkulima hutiririka kama mvua ya masika, bado mavuno siyo rafiki. Mkono mtupu haulambwi, lakini mkulima analima, anachoka, anavuna kidogo, kisha anauza kwa bei ya kutupwa. Mshahara wa jembe umekuwa ni njaa duni na matumaini yaliyopotea. Wafanya biashara ndio wanaofaidi nchi hii wakati wa kilimo. Unavyoona ya maharagi na ukijani wake huu, mtu anakuja anafanya biashara, anatoa debe shilingi elfu ishirini au shilingi elfu kumi na tano. Kwa hiyo kama umepewa shilingi laki moja, unatakiwa umpe debe tano, lakini wakati huo wa mavuno lile debe linauzwa shilingi elfu sitini. Imajini huyu mtu ataendelea katiau aini anvgengeakombaatapatanaenda <coughs> <laughs> Ni wazi ng'ombe wa maskini hazai, akizaa anazalia chooni. Hivi ndivyo hali ilivyo kwa wakulima wetu, wanajitahidi lakini mazingira hayawapendelei. Naitwa Michael Joji Oji, mtanzania ambaye leo hii nataka nikuletea makala hii ambayo inaangazia kwa kina changamoto zinazozunguka sekta ya kilimo vijijini na kutoa mapendekezo ya mwelekeo mpya, kwa sababu asiyejua kutunza chakula hajui thamani ya njaa. Kuna mambo mengi ambayo yamekuwa ni changamoto katika kilimo hususani vijijini. Vijijini, kilimo kimekuwa kama kamari, kinategemea huruma ya mawingu. Mvua ikichelewa au kupungua, mkulima huambulia patupu. Bila mifumo mizuri ya umwagiliaji, basi mavuno yanakuwa ya kubahatisha kwa sasa hivi, yani kulingana na hali ya hewa. Kwa mfano kama ya mwaka huu, mvua zinanyesha bila taratibu mfululizo. Heka pengine unaweza ukapata siku hizi, yani labda umepata sana atatu na kumepata ila ama, mwaka huu heka watu walikuwa wanatoka pengine hata na debe tatu mbili. Tunategemea mvua kwa kiwango kikubwa. Mazao yetu tunaolima sana sana huku ni maharage, mahindi, wakazi wengi haya ndio wanayalima. Kumekuwa na ukosefu mkubwa wa teknolojia ya kisasa. Wahenga walisema kilimo cha jembe la mkono ni kama kupalilia mawe. Vijijini bado wakulima wanatumia jembe la mkono majembe ya ng'ombe na mbegu za zamani. Teknolojia ya kisasa imekuwa kama ndoto, ipo mijini, haifiki kijijini. Barabara ni mshipa wa uchumi, lakini vijijini barabara za kupeleka mazao sokoni ni duni au hazipo. Mazao yanaoza mashambani, mkulima anabaki na hasara. Soko lipo lakini mkulima hawezi kulifikia. Bwana niko na Michael Mtanzania hapa kameramani, ambaye kuhakikisha kwamba matukio yote yale ambayo yanapatikana huku mbuga, basi unaweza eh, kuyapata. Lakini eh, usafiri huku kidogo ni changamoto, lazima utumie usafiri wa pikipiki. Ingali magari yapo, lakini usafiri wa pikipiki hakika ni muhimu zaidi. Na ukanda huu kuna baridi sana, eh, baridi kali sana, kiasi cha kwamba kama huna makoti na hujakikoki basi unaweza ukarudi mjini watu wakakusahau, lakini hii yote ni katika kuimulika Tanzania kwa ujumla, hii yote ni katika kuimulika mkoa wa Dodoma na maajabu yake. Wakati wa masika boda hapa mpaka pale Lumuma ni shilingi elfu 25 20, sasa nafuata dawa ya shilingi elfu kumi. Hili ni tazo la kwanza kwamba miundo mbinu haijakaa vizuri kama pakiwa na miundo mbinu, pakiwa na pembejeo za kutosha, hawa watu wanaweza wakabadilika. Ukiwa kuna usafiri wa kuingia na kutoka, nafikiri hilo linaweza likafanya uchumi ukakuwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijijini, huo hiyo miundo mbinu iko kwa level ya chini sana. Mtaji bila dhamana ni ndoto ya mchana. Wakulima bila mitaji, bila mikopo na bila dhamana wakulima hujikuta wakikopa kwa riba kubwa au kukata tamaa. Taasisi za kifedha nazo hazitaki hatari, zimekuwa zikiweka masharti magumu. Mashamba yapo tena, ni makubwa ni mazuri, lakini wanakosa mitaji. So kwa mfano kama sasa hivi kuna mikopo ya mama Samia, iliyotoka rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vijana walioko wengi wanatamani kama wangepata hiyo mikopo, alafu akipata ile mikopo wanabezi sana kwenye mashamba. Kwa hiyo ukiona kijana yoyote yule amepata mkopo, alafu anaingia shambani, maisha yake hayatakuwa duni. Ukiwa huna mama huna mama wala baba, lazima ujitegemee mwenyewe. Utakapoishi mwenyewe a, lazima ufanye miundombinu yoyote, ufanye kama. hata ukitonga mwarobaini ukuja ukija ukupuliza hapa, wadudu wanakufa, wanasema hmm. Elimu ni taa gizani, bila mafunzo ya kisasa ya kilimo, wakulima wanashindwa kutumia ardhi vizuri kukabiliana na changamoto ya mimea au kutumia mbegu bora. Maafisa ugani ni wachache mno vijijini. Sasa hivi hapa tuna afisa kilimo mmoja tu wa kata, hakizi mahitaji yetu, hakizi mahitaji kata nzima, inakuwa nafisa kilimo mmoja. Kilimo kama ni uti wa mgongo, kila kijiji kiwe nafisa kilimo lakini kama kilimo ni uti wa mgongo, basi tuone pembejeo kila kitongoji lakini kama kilimo ni uti wa mgongo, mimi ningetamani hata kitongoji kiwe na afisa kilimo. Lakini hiyo hiyo mbolea ya ruzuku basi ionekane kote. Kunaharibu kwa sababu wengi hawajui, madawa mengi yanayokuja yameandikwa Kiingereza. Unampelekea mkulima aliyesoma darasa la, la kwanza na la pili Huyu mkulima anajua kulima, bwana shamba ni mmoja kwenye kata, maharage yake yanaharibika baada ya CC tano anaweka CC kumi Ukivuna bila kupanda siku moja shamba litakuwa jangwa. Kilimo kisichoendelevu kinasababisha mmomonyoko wa udongo, ukataji miti ovyo, na kupungua kwa rutuba. Matokeo yake mazao yanazidi kupungua mwaka hadi mwaka. Hebu angalieni hali ya mahindi iliyopo hapa, hii ardhi hii inge, tunge ili tunge, tunge, tengenezea ipate mbolea tungevuna mazao, lakini ardhi hii imechoka. Hi, hi, haya mahindi mkiyapiga ya picha yamechoka, haya maharage yamechoka, ni tofauti na, na watu wanaolima lumuma pale. Kwa hiyo jitihada hizo zikifanyika, basi nasi tutatambulika, lakini kwa sasa, kwa kweli, kutambulika kwetu ni, ni, ni, ni, ni, ni kwa kiwango kidogo sana. Wahenga walisema msiba wa kujitakia hauna pole. Katika baadhi ya vijiji, changamoto za kilimo sio tu hali ya hewa au serikali bali ni tabia na mienendo ya wa wakulima wenyewe. Moja ya changamoto kuu ni unywaji wa pombe uliopindukia, hasa wakati wa mavuno. Wakulima wengi hulipwa kwa mazao yao, kisha pesa hiyo huisha kwenye vilabu vya pombe kabla hata hawajanunua mbegu au kuhifadhi chakula kwa familia. Mahindi yenyewe tunayalima sisi, unatengeneza na unaweka. Hamna kitu chochote kinachotengenezwa. Eh. Eh, kunywa kupongezana sio, naimaliza mwenyewe. amini kabisa kwamba kujishughulisha na masuala ya kilimo masuala ya nini ni kama ushamba, ila kuwa kijiweni ile unatulia kijiweni na washikaji gambe ni nani nyingi ile kidogo ndo tunaona usta, lakini ile kitu ndo inakuja kutushusha, na hicho kitu kinafanya tunashindwa kuzingatia majukumu mengine huku. Kuanzia asubuhi, ukiangalia ukiuhalisia, watu wanaanza kutumia hivyo vileo kuanzia asubuhi. Kwa hiyo zile shughuli nyingine za kibinadamu za kilimo hawazifanyiki kwa muda, kwa sababu wanaanza kutumia vile vile hivi kuanzia sasa. Vijana waliokuwa wengi wanakunywa sana pombe za machicha, yaani hizi pombe za kupikwa, wanakunywa sana vijana walio wengi, halafu hawajishughulishe na kazi yoyote ile. Pia hiyo ni changamoto katika kijiji chetu cha Mbuga. Si kwamba kila kijana anaenda shambani, au kila kijana anajishughulisha na kazi ambayo anajua naweza kumbadilisha baadaye, hapana na vijana wengine ambao kisha kazini kwamba wenyewe afikirii kuhusu swala lote la kuhusu shambani au atafute kazi yote ambayo inaweza ikambadilisha baadaye hapana unakuta tu yeye kukicha asubuhi anafikiria apate kazi hata shilingi elfu moja au elfu mbili aingie tu kilabuni atumie pombe hali hii huleta madhara makubwa ni kweli kwamba akiba haiozi lakini kileo kinaoza akili badala ya kupanga kwa msimu ujao, pesa yote inaishia katika starehe za muda. Wakati wa kupanda ukifika, hakuna tena mtaji, na hivyo mzunguko wa maskini huendelea. Pia kuna uzembe mkubwa katika kutunza mazao baada ya mavuno. Mazao huachwa mashambani bila uangalizi, mengine hufunikwa kwa majani tu, hali ambayo inasababisha kuharibika au kuliwa na wadudu pamoja na wanyama. Usipoziba ufa, utajenga ukuta lakini baadhi ya wakulima huchukulia mavuno kana kwamba hayana thamani hadi pale yanapopotea. Lakini mbali na hayo, kuna upungufu mkubwa wa ushirikiano baina ya wakulima wenyewe. Wengi hutaka kufanikisha mambo binafsi badala ya kuungana kwenye vikundi vya ushirika ambavyo vingewasaidia kupata mikopo, soko la uhakika na mafunzo. Kidole kimoja hakivunji chawa, si ndivyo wanavyosema? Lakini bado baadhi yao hufikiria kwamba wanaweza kuvuka bahari ya changamoto za kilimo mkuu wa wilaya alipopita alikwambia kuna daftari la kuandikishwa wakulima, hilo sasa ndio tunalifuatilia sisi wakulima, ili tupate zile haki zetu za msingi. Sasa kama ningetambulika na soko langu liwe huru na uwezo mimi wa, wa, wa kuilisha mkobwa, kwa sababu sio kulima maharage nakuja nalima karoti. wapo pia karot. wanaoamini kuwa kilimo ni kazi ya watu wasiosoma au waliokata tamaa. Hii ilifanya kuwa jambo la aibu kwa vijana. Na kilimo huachwa kwa wazee ambao wanaonekana kana kwamba wamekata tamaa, huku nguvu kazi ikienda mjini, kwa sababu vijana waliokuwa wengi wamebezi sana mambo ya pikipiki. Mashambani sio kivile kwa sasa. Msaada wetu kwa kata yetu ya Mbuga luga, tunaomba kilimo bora, yaani kilimo cha kutumia mbolea, kwa sababu siku kijijini kilimo ndo zaidi kidogo kama ndo tuna, tuna survive tunatunza familia tunaishi tunavaa. Kwa hiyo yani ni shoti kwamba tunapokuja kudharau ili masuala ya kilimo, ndio hichi kitu kinakuja kufanya mpaka mavijana wengi, asilimia kubwa hapa kijijini maendeleo ni kiamna, maendeleo hatuna kabisa. Kwa hiyo kinachotuvumiza zaidi masuala ya pombe, nafikiri bado haijajulikana adha. Tukikiacha ama tukikitupa kilimo, tunaleta umaskini wa kudumu. Wahenga wanasema mpunga huingia na hiyo ndio hali halisi ya mkulima kijijini. Jasho ni lake, lakini hela si yake. Ukienda vijijini, uchumi kwao ni kama umesimama hivi. Kwa sababu gani? Unajua, bila mzunguko wa fedha kupitia kilimo, maendeleo vijijini yanakuwa hadithi ya kila mwaka isiyoisha. Kijijini wanalisha sana mjini, lakini kijijini hawana maendeleo. Sababu kubwa inayopelekea wasiwe na maendeleo ni miundombinu. Miundombinu kivipi? <coughs> kwa sababu kukiwa kuna usafiri wa kuingia na kutoka, nafikiri hilo linaweza likafanya uchumi ukakua. Sasa wakubwa, chukueni hili, usitumie ndoo kwenye bwawa, tumia bomba. Serikali pamoja na wadau mbalimbali wa masuala ya kilimo, wekezeni kwenye miradi ya umwagiliaji ya kisasa ambayo inafikika na wakulima wote. Toeni elimu, maana asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na dunia. Wakulima wafundishwe kilimo cha kisasa kwa vitendo. Ikiwezekana pia viondolewe basi vikwazo vya mikopo kwa wakulima. Mikopo iwe rahisi na pia iwe rafiki, na pale inapobidi basi atengenezwe mazingira rafiki ya kuuza mazao huko huko vijijini. Si unajua kwamba kilimo si kazi ya jasho tu, bali akili pia? Basi wakulima wapatiwe zana za kisasa na mafunzo ya kuzitumia zana hizo. Wakati umefika kusema hapana kwa kilimo cha mazoea na kusema ndiyo kwa kilimo cha kisasa na chenye tija. Kama kweli tunataka kumkomboa mkulima wa kijijini, basi tusikae na kutazama, tuchukue hatua. Usipoilima ardhi ardhi itakulima wewe. Na kwa kuwa kilimo ndiyo maisha, basi tusikubali maisha ya mkulima ya afya kwa sababu ya changamoto zinazotatulika. Makala hii imeandaliwa na kusomwa na Mkojoji Oji, Mtanzania. Niite mwananchi mzalendo. Shukrani.